Bwana Yesu apewe sifa. Karibu kwenye maombi pamoja nasi hivi leo. Tuko wiki ya nne katika maombi ya kuombea taifa Tanzania. Kuhusu maombi ni lazima tuelewane kwamba haya maombi ya kitaifa ni ya watakatifu wa Bwana. Ni ya watu waliookoka. Watu ambao pendo la Mungu limemiminwa ndani yao. Sisi ni watu ambao hatupaswi kuishi kama ulimwengu unavyoishi. Hatupaswi kuenenda kama walimwengu. Sisi tunapaswa kuishi sawasawa na maagizo ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Huo ndio wito wetu katika imani hata kama ni wito mgumu. Usiende mbali, tusikilizane. Hili ni jambo muhimu sana kwako. Matayo sura ya tano mstari wa arobaini na tatu na kuendelea inasema, mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi ayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyomkamilifu. Yesu aliyefundisha hayo aliyaishi hayo ili kutuonyesha sisi mambo yatupasayo. Akiwa pale msalabani, baada ya kupigwa sana kutemewa mate, kutukanwa, kuvuliwa nguo, kupigiliwa misumari mikononi na miguni, alisema Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Yaani aliwaombea rehema mafarisayo, masadukayo, waandishi na makuhani. Aliwaombea rehema maaskari wa Kirumi na viongozi waliohusika na kusulibishwa kwake. Kama aliwaombea kwa Baba kwamba wasamehewe dhambi zao basi ni wazi kwamba yeye mwenyewe alikuwa amekwisha wasamehe. Alikuwa ameachilia. Yesu hakusubiri wamwombe msamaha kwanza. Wala hakusubiri wayatambue makosa yao ndiyo awasamehe. Wala hakusubiri wampe haki yake kwanza ndiyo aweze kusamehe. Ndiyo umenisikia vizuri. Weendelea kusikiliza upone. Yesu alipofufuka hakuwaendea Mafarisayo na kujiunga nao, wala hakuanza kuwasapoti wakuu wa makuhani, wala hakuanza kuwasifia kwamba waliotenda ni mazuri na mema sana, lakini alikuwa amewasamehe. Ili tuweze kuponywa mioyo yetu, ni lazima na sisi tuanzie hapo kwenye kusamehe, kama vile Biblia inavyofundisha. hayo ni maagizo ya Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Lazima kila Mkristo mteule aliyeokoka aweze kusamehe. Hayo ndiyo maagizo ya namna ya kuishi kwa sisi tuliookoka. Sisemi uanze kusapoti waliokutenda mabaya, wala sisemi uanze kuwasifia kwamba wametenda mema. Wewe sapoti Ufalme wa mbinguni na msifie Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, lakini samehe, samehe hao waliofanya maovu. Samehe kama Yesu Kristo alivyowasamehe. Hata kama umeshawasamehe tayari katika maombi, yalayosamehe tena kwa niaba ya Wakristo wengine ambao bado hawajavuka hapo. Wakristo ambao wakimwona kiongozi fulani kwenye luninga wanaezima. Endelea kufuatana nami ni kuonyeshe jambo jambo. Hili la kusamehe ni gumu, haliwezekani bila msaada utokao juu. Hapo ndipo yanakuja yale mafuta tuliyoyaombea. Chukua mafuta kidogo tu kwenye kiganja chako, uyapake kifuani mwako, ukisema maneno haya: Baba wa mbinguni, naomba mafuta haya yaingie kwenye majeraha ya mioyo yetu, majeraha yalainike na mioyo iponywe, ili tuweze kusamehe kweli na kuachilia. Nimeomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hii ni ishara kwamba upako huo uende kwa kila anayeliitia jina la Bwana hapa nchini. Baada ya kumaliza maombi haya, tafuta picha ya kiongozi yeyote ambaye umesikia watu wanasema kwamba anahusika na yaliyofanyika. Mwangalie machoni, umtamkie maneno haya. Fulani bin fulani, na kutangazia msamaha. Mimi nimekusamehe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kumbuka ndugu yangu Warumi sura ya 12 mstari wa 14 na, na kuendelea inasema, wabarikini wanaowaudhi, barikini, wala msilaani. Furahini pamoja nao wafurahio, lieni pamoja nao waliao. Mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili Msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yamkini, kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu; maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi, mimi nitalipa, anena Bwana. Lakini adui yako akiwa na njaa, mlishe; akiwa na kiu, mnyweshe, maana ufanyapo hivyo, utampalia makaa ya moto kichwani pake. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Mungu wa mbinguni na akubariki.